Lakini mpaka sasa hivi tumeshalizungumza na wananchi na vijiji vya karibu na, na wafugaji kwa ujumla, ni kwamba ili swala lazima lifanyiwe kazi ili tuweze kunufaika. Haya mazao ni ya pamoja, sio sisi tu vijana bali hata vijiji vya karibu Tanzania nzima na nchi jirani kwa ujumla na dunia nzima kwa ujumla watanufaika kupitia hichi kilimo cha sisi vijana. Jamii ya, ya wafugaji waliopo katika maeneo haya wamekuwa wakiingiza mifugo mara kwa mara kwenye eneo hili. Kwa upande wangu mimi naona ni kama kabisa kwamba zinanirudisha nyuma kwa sababu unaweza ukaingia shambani unakuta mimea imeshaharibika imeshaliwa. Kwa kwa upande wangu mimi naichukulia kama changamoto. Kwa wafugaji wanakuja kuingiza mifugo yao kwenye eneo hili manake wanaitia serikali hasara. Kwa lugha nyingine wanahujumu uchumi. Kwa hiyo mamlaka yangu inakwenda kuagiza serikali za vijiji kukaa na wafugaji wote na wakulima ambao ni vijana kuhakikisha kila mtu anajali shughuli yake kulingana na mahali alipo. Kuanzia leo itakuwa ni mwiko mfugaji kuingiza mifugo kwenye shamba la BBT na sio BBT BB tu hata kwenye mashamba ya wakulima wengine ili kupunguza migogoro. Na hapa tumewapokea vijana uh, 342 mpaka sasa tumewapokea, mwezi Januari mwaka huu mpaka Februari na walikuja moja kwa moja na kuanza msimu wa kilimo. Kwa hiyo wamelima uh, alizeti katika eneo la hekari elfu tatu na mia nne na ishirini. Kwa maana ya kwamba kila mmoja amepatiwa eka zake kumi na imepandwa alizeti, na vijana hawa wanaratibiwa chini ya chama chao cha ushirika ambacho kimesajiliwa kinaitwa Ndogoe Amcos Limited. Kwa hiyo wanaendelea na shughuli za kilimo na leo tumekuja hapa mahususi kwa ajili ya lengo moja la kuwatambulisha hawa vijana kwa uongozi wa serikali za vijiji walivyopo. Programu yetu ya BBT ni kwamba tunawachukua vijana sehemu mbalimbali Tanzania, tunawaleta kwenye shamba moja. Wakifika katika shamba hilo, mbali na kwamba wanakuwa chini ya chama cha ushirika, hawa vijana bado wanawajibika kwenye sheria na taratibu za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wanalazimika kufuata sheria na kanuni na taratibu za vijiji wanapokuwa leo, rasimi, kwa hiyo leo tumewakabidhi rasmi kwa Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Chamwino, lakini pia kwa viongozi wa vijiji vya Mlazo na Ndogoe ambao sasa watawajibika wata, wata, wata kwao katika masuala mba mbalimbali ya taratibu uh, wanapokuwa hapa.